Maudhui haya ni ya kielimu tu, hayachochei chuki wala upande wowote. Hatutakiwi tena machozi ya watoto wa Gaza baada ya kauli ya Netanyahu. Sehemu ya kwanza: siku kauli ilipotingisha dunia. Siku moja yenye jua kali juu ya anga ya Mashariki ya Kati, taarifa moja ilianza kusambaa kama moto jangwani. Katika mahojiano ya kisiasa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alitamka maneno ambayo yalionekana kama kauli ya mwisho kwa taifa lisilo rasmi, Gaza. Akasema, "Lazima tutafute mahali pa kuwaweka watu wa Gaza." Kauli hii haikuwa ya kawaida. Haikuwa siasa ya kampeni tu. Ilikuwa ni sauti ya mkondo mpya, mkondo wa kufuta historia, kumaliza kizazi na kuandika upya ramani ya dunia. Mara moja, milio ya mabomu ilizimwa na sauti ya mshangao. Dunia ikasimama, wakosoaji wakapaza sauti, na Gaza ikaanza kulia kimya kimya. Sehemu ya pili: Gaza, nyumba iliyogeuka kuwa kifungo. Gaza ni sehemu ndogo kijiografia takriban kilomita 365 tu, lakini kubwa kihistoria, kiutamaduni na kihisia. Kwa zaidi ya miaka sabini, eneo hili limekuwa nyumbani kwa mamilioni ya wa Wapalestina waliokimbia vita, waliotimuliwa, waliorejea au waliobaki. Gaza ni ardhi yenye kumbukumbu, ni sehemu inayojua maana ya kupigania pumzi. Lakini leo Gaza si nyumba. Ni gereza wazi lenye paa la anga lililopigwa marufuku. Ni uwanja wa vita ambako watoto wanaishi na sauti ya ndege za kivita kuliko nyimbo za watoto. Gaza imekuwa sauti ya mateso yasiyoisha. Na sasa inatishiwa kufutwa kabisa. Kauli ya Netanyahu ni kama sauti ya mlipuko mpya. Si mlipuko wa bomu, bali ni maamuzi ya hatari. Kusema tuwahamishe ni kusema waondoke milele, ni kusema hawapo tena. Je, dunia iko tayari kushuhudia hilo? Sehemu ya tatu: watu walio katikati, kauli na ukweli. Wakati wanasiasa wanajadili ramani, watu wa kawaida wanalia. Mama anayebeba mtoto mchanga mikononi hawezi kuelewa mkakati wa kisiasa. Mzee aliyezaliwa kabla ya taifa la Israel kuanza haelewi usalama wa taifa. Kwao Gaza ni nyumbani, ni ardhi ya babu na bibi, ni kaburi la wapendwa, ni matumaini ya kesho. Fikiria msichana wa miaka 14 anayeandika shairi kwenye daftari lake lililochanika. Ameishi maisha yake yote akihofia bomu la kesho. Sasa anasikia kuwa anapaswa kuondoka. Lakini wapi? Anajiuliza, nitaishi wapi? Nitaenda shule gani? Nitaandika shairi wapi? Hili si jambo la ramani au majeshi. Hili ni suala la utu. Ni sauti ya watoto, wazee, wake za waume waliopotea, waume za wake waliopotea, watu waliokata tamaa lakini bado wanapumzia. Kauli ya Netanyahu ni kama kufyatua risasi mpya ya maumivu, si ya chuma, bali ni kauli yenye sumu. Hii ni risasi ya kufuta uwezo wa watu kwa maneno matupu. Lakini dunia haipaswi kuruhusu kauli kama hizo kuchukuliwa kawaida. Sehemu ya sita: dunia yasemaje? Mashirika ya kimataifa, wanaharakati, waandishi wa habari, viongozi wa dini na hata baadhi ya viongozi wa mataifa ya magharibi wameshtushwa. Wengi wanaitafsiri kauli hiyo kama ya kibaguzi isiyo na msingi wa sheria ya kimataifa. Wengine wanaona ni sehemu ya mkakati wa kudhoofisha suluhisho la mataifa mawili, Israel na Palestina, kwa kuondoa Gaza. Kwa maoni yao tatizo linakuwa limeisha. Lakini hilo ni kosa kubwa, kwa sababu haki haiwezi kufutwa kwa kutumia ramani au makubaliano ya nyuma ya pazia. Sehemu ya saba: sauti za ndani ya Gaza. Sitaki kuondoka, anasema kijana wa miaka kumi na saba aliyenusurika shambulio mwaka jana. Nataka kuishi, sio kutoroka. Watoto wangu hawajawahi kuona bahari. Gaza ina pwani mzuri, lakini hatuwezi hata kwenda huko kwa amani, anasema mama wa watoto watatu. Kama hatutakumbukwa kwa jina, basi kumbukeni kwa machozi yetu, anaandika kijana mmoja kwenye kuta za shule iliyoangushwa na bomu. Sauti hizi hazipatikani kwenye televisheni kubwa, lakini zipo zinasikika na zinahitaji kusikilizwa. Sehemu ya nane: suluhisho lipo lakini linahitaji uthubutu. Suluhisho si kuhamisha, suluhisho ni kusikiliza. Suluhisho ni haki, sio nguvu. Suluhisho ni diplomasia ya kweli, si kauli za uchochezi. Suluhisho ni kuwalinda watoto wa Gaza, si kuwatishia kuwafuta. Dunia inapaswa kusimama. Makanisa, misikiti, serikali, mashirika, wana mitandao, YouTuber kama wewe, wote tuna nafasi. Sauti yako inaweza kuwa taa kwa mtu aliyekata tamaa. Ndio maana simulizi hii haipaswi kuishia hapa. Sehemu ya tisa: kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu Gaza si habari za jioni tu, ni maisha, ni watoto ni wanawake ni ndoto za watu wanaoishi chini ya kivuli cha maamuzi ambayo hawawezi kuyapinga. Kauli ya Netanyahu ni zaidi ya maneno, ni jaribio la kuandika upya hadithi ya dunia kwa kutumia wingo wa maumivu. Lakini sauti yetu, hata kama ni ndogo, inaweza kuwa sahihi inayosahihisha ukatili huu. Sehemu ya kumi tamati. Gaza ni sauti, si ramani tu. Gaza ipo, Gaza ni hai, Gaza ni watu, na watu hawa wanapaswa kusikika, kuishi na kuheshimiwa kama binadamu. Je, tutakaa kimya hadi kauli kama hizi zigeuke kuwa vitendo, au tutasema inatosha? Uamuzi ni wetu. Kwa wasikilizaji wa Huba Online TZ. Ikiwa umeguswa na makala hii, subscribe sasa kwa sababu kila sauti yako ina maana. Shiriki video hii, andika maoni yako na simama pamoja na wale wasioweza kujitetea. Huba Online TZ, mahali pa simulizi zenye kutetema moyo lakini pia kuleta matumaini.